Karibu tena mtazamaji tuendelee na taarifa za Nipashe. Kwa mara ya tatu sasa, mchakato wa kumbandua mamlakani Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo umerejea kwenye bunge la kaunti. Katika kikao maalum mapema hii leo, mwakilishi wadi wa Bonyamatuta Julius Matwere amewasilisha hoja akidai Gavana Nyaribo amekuwa akitumia vibaya mamlaka yake na hata kukiuka sheria. Masaibu ya gavana wa Nyamira Amos Nyaribo yameendelea kumkaba koo, kikao maalum kikiitishwa ndani ya bunge la kaunti ambako hoja ya kumbandua tena iliwasilishwa rasmi. Hoja hiyo ulikuwa wa pekee katika orodha ya shughuli za bunge hilo Jumatatu. Of Baada ya kuwasilishwa kwa hiyo, <laughs> kikao kilisitishwa. Wabunge wakitoka bila kueleza zaidi sababu yao, hatua hii ikiwa ni ya tatu katika jaribio la kumtoa Nyaribo mamlakani, kwani hapo awali gavana Nyaribo alikwepa shoka la kubanduliwa mwaka jana kwa kura moja tu. Kabla ya hapo pia aliwahi kuponea shoka la bunge la kaunti. Haya yanajiri takriban majuma mawili tu baada ya tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC kufanya msako ofisini na nyumbani kwa gavana huyo na kuwatia mbaroni maafisa wanne wa kaunti ya Nyamira kuhusiana na madai ya ufisadi kwenye kandarasi ya takriban shilingi milioni 382. Aidha, gavana huyo anaandamwa kwa madai ya kujilipia malimbikizi ya takriban shilingi milioni 18 milioni 13 kati yazo zikiwa malimbikizi ya posho ya nyumba na shilingi milioni tano zaidi kwa hiari kinyume na sheria. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa tena bunge la Nyamira kuona endapo shoka litamwangukia Nyaribo kwa mara nyingine. Crispin Otieno, Runinga.